Kwa miongo mingi, mzee Shimba Masegese alikuwa akitumia zaidi ya saa tano kuvuka Ziwa Victoria ili kufika upande wa pili wa mji uliopo mbali usiozidi kilomita nne ili afike Busisi kutoka Kigongo jijini Mwanza kwa shughuli za kibiashara, afya au kijamii. Masegese alitakiwa kwenda feri na kusubiria kivuko kilichokuwa kinavusha watu baina ya pande hizo mbili. Njia pekee ya usafiri ilikuwa ni kivuko cha MV Misungwi na baadaye MV Nyehunge ambavyo mara nyingi vilikumbwa na changamoto ya uchakavu, ucheleweshaji na msongamano mkubwa wa abiria na magari. Baada ya kufika feri, Alihitaji kusubiri mpaka watu watimie na kivuko kifike kutoka ng'ambo ya pili kilikwenda kutoa huduma ya usafiri kwa wakazi wa pembezoni mwa ziwa hilo kubwa zaidi barani Afrika. Umbali huo aliokuwa wanavuka na Pantoni, Masegese na wenzie kutoka Kigongo katika wilaya ya Misungwi na wale wa Busisi iliyopo wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza ni mwendo usiozidi dakika tano kwa gari iwapo kungekuwa na daraja. Unasubiri foreni hata masaa matano, ukifika saa kumi unavuka hata saa mbili ya usiku. Zamani ilikuwa ni kusubiri foreni na usubiri feri ende ikarudi. Kwa sasa wakazi hao hawatapoteza muda wakiwa feri mara baada ya ujenzi wa daraja la Magufuli lenye urefu wa kilomita 3.2 kukamilika. Kwa mujibu wa taarifa ya TANROADS ya mwaka 2020 wastani wa magari zaidi ya 1600 yalikuwa yanavuka kwa siku, huku muda wa kusubiri kivuko ukiwa kati ya saa moja hadi tatu nyakati za kawaida, na muda huongezeka zaidi hali ya ziwa inapokuwa si shwari kutokana na upepo au mvua taarifa ya shirika la Haki Elimu ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa gharama za kuvuka kwa gari ndogo ilikuwa ni wastani wa shilingi 5000 hadi elfu saba kwa kila safari huku malori makubwa yakitozwa kuanzia shilingi elfu 15 hadi shilingi elfu 20. Kwa mtu binafsi tiketi ya kivuko ilikuwa ni shilingi 500 hadi shilingi elfu moja akiwa ikiwa na baisikeli. Hii inamaana kuwa kwa mfanyabiashara au mkulima anayesafirisha bidhaa kila siku, gharama hizo ziliongezeka kwa kiasi kikubwa ukijumuisha upotevu wa muda wa kusubiri, gharama hizo za kuvuka eneo hilo ndogo ziwani zilizidi kuwafanya wakazi wa maeneo hayo na mikoa ya jirani ikiwemo Geita kutoboa zaidi mifuko yao kupata huduma baina ya pande hizo. Kulegalega kwa usafiri kulikuwa na athari mbalimbali, ikiwemo za kiuchumi kutokana na bidhaa kuoza, wagonjwa kuchelewa hospitalini na watoto kukosa vipindi vya masomo. Changamoto hizo ndizo zilizomfanya Rais wa awamu ya tano hayati Dr John Pombe Magufuli kuwekeza katika ujenzi wa daraja la kudumu kati ya Kigongo na Busisi. Kukamilika kwa daraja nazisikia vizuri, kwa sababu tukuwa tunahangaika sana. Pia atakuwa amerahisisha kwa abiria wanaosafiri kwa kuwahi kufika wanapoenda. Ujenzi rasmi wa daraja hilo ulizinduliwa na hayati Magufuli Disemba 2019 ikiwa ni moja ya miradi mikubwa ambayo serikali imekuwa ikitekeleza ukiwepo ule wa reli ya kisasa SGR na bwawa la kufua umeme la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mimi nakumbuka wakati fulani nikiwa Busisi, nikitegemea ningevuka hapa, niliwahi kuambiwa kwamba feri leo imeharibika, nikashauriwa kupanda mtumbwi, nikaogopa kwa sababu mimi sijui kuogelea nikazungukia Kamanga lakini nilipofika Mwanza nikaambiwa wale waliopanda mitumbwi siku hiyo mtu na familia yake na mke wake pamoja na ndugu na jamaa wengine zaidi ya kumi na mbili walifariki. Baada ya kifo chake mwaka 2021, Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi kukamilisha mradi huo licha ya changamoto za kifedha zilizochangiwa na janga la Uviko 19. Kwa mujibu wa wizara ya uchukuzi, Rais Samia amewezesha upatikanaji wa zaidi ya shilingi bilioni 611, ili kuhakikisha mradi haukwami, ambapo hadi kukamilika kwake mwaka huu 2025, mradi huo unakadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 700. Daraja hilo urefu zaidi Afrika Mashariki na ya Kati, na la saba kwa urefu barani Afrika, lina njia nne za magari, njia za dharura na njia za waenda kwa miguu. Kwa siku daraja la Magufuli linaweza kupitisha hadi magari elfu kumi na mbili na mizigo hadi tani 160. Tofauti na muda mrefu waliokuwa wanatumia wakazi wa, wa maeneo hayo kuvuka na kivuko, sasa magari yanatumia dakika tatu tu, ahueni ya muda kwa zaidi ya saa tatu kwa ule uliokuwa unatumika kuvuka. Daraja hili linatarajiwa kuongeza mauzo ya samaki nje ya nchi kwa asilimia kumi na mbili ndani ya miaka mitano ijayo, kuboresha upatikanaji wa huduma na masoko kwa sekta ya kilimo, madini na utalii. Wakati wa ujenzi wa daraja hilo, wizara ya ujenzi inaeleza kuwa zaidi ya Watanzania 34,800 walipewa ajira, ambapo kati yao 20,000 walikuwa ni mafundi stadi wakati wa ujenzi wa daraja hili lililojengwa na kampuni za Kichina ya China Construction Engineering Company na China Railway, makandarasi tisa wa ndani walijumuishwa mbali na makandarasi. Mradi huu ulihusisha wazalishaji na wasambazaji wa Kitanzania 16 na ulitoa mafunzo ya uhandisi kupitia mpango wa Structured Engineers Apprenticeship Program. Daraja la Magufuli, kwa mujibu wa Wizara ya Ujenzi, limejengwa kwa viwango vya kimataifa vya usalama na mazingira, ikiwa na njia mbili za magari zenye upana wa mita saba kila upande. Ili kuhakikisha watembea kwa miguu wapo salama, daraja hilo lina njia za waenda kwa miguu zenye upana wa mita 2.5 kila upande, njia za dharura na sehemu ya kati ya mita 520 inayotegemezwa kwa nyaya maalumu. Rais Samia ambaye amezindua daraja hilo amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuweka mikakati ya kulilinda daraja hilo kwa kuwa linategemewa si tu na Tanzania peke yake, bali na mataifa jirani. Daraja hili ni la kimkakati na hapa nitoe agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kulinda daraja hili. Hili ni daraja la kimkakati, ni la aina yake ndani ya nchi, lakini si la Tanzania peke yake, ni daraja litakalotumika katika ukanda huo wa hu Afrika Mashariki kama nilivyosema na hatuna budi kulilinda. Kupitia daraja hilo, bidhaa kutoka bandari ya Dar es Salaam zinaweza kusafirishwa kwa haraka zaidi katika nchi hizo kupitia barabara kuu ya Mwanza, Geita hadi Kagera. daraja hili ni sehemu ya mpango mpana wa maendeleo ya miundombinu kwa Tanzania ambao unajumuisha reli ya kisasa ya SGR, mradi wa LNG, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, bandari ya Bagamoyo na mradi wa umeme wa Mwalimu Julius Nyerere.